Na nashukuru sana kampuni ya Vunjabei lakini na nashukuru wakurugenzi wa Vunjabei kwa maana ya, ya kwanza Fadhili Fabian Ngajilo, lakini pia na ndugu yangu Fredi Ngajilo, kwanza kwa kutoa gharama zao na kwa kuliandaa hili jambo kubwa sana, ambalo kwa kweli kwa maana ya sisi kama viongozi kwenye kwa levo ya mbunge, pamoja na mimi kama meya, pamoja na wagombea wenzangu wa madiwani ambao wako hapa. Tunajifunza kwamba Mwenyezi Mungu akipenda katika baada ya kumaliza masuala ya uchaguzi ni muhimu kuhakikisha tunaandaa masuala kama haya kwa maana ya hapa kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa, Kalenga, Iringa vijijini pamoja na maeneo yote ya mkoa wetu wa Iringa. Jambo hili kwa maana ya leo ambavyo vinaonekana hapa inaonyesha kabisa, Wanairinga tunatamani michezo, tunatamani e, maendeleo ya michezo yawepo kwa kiwango kikubwa. Sisi kama viongozi wenu kwa maana ya levu ya mkoa kwa maana ya wabunge wetu, tumeendelea kufanya jitihada kwa kuhakikisha kwamba tunarejesha mapenzi, tunarejesha timu ya daraja la kwanza, tunarejesha timu za ligi kuu hapa mkoani Iringa, na tumekuwa tukifanya jitihada hizo kwa kushirikiana, lakini tumeshindwa kufika hapo. Mimi binafsi nimeona kwamba tunaweza kurudi kuanzia hapa tukaenda polepole, baada ya kurupuka kwenda juu, hatimaye tukafika huko tunakohitajika kufika. Nifikishe salamu kwanza za Fred, kwa sababu niliongea naye. Anawashukuruni sana kwanza chama cha mpira kwa kumpa ushirikiano ambao mmempa, lakini anawashukuru wananchi wote wa mkoa wa Iringa kwa kushiriki na kuyapenda haya mashindano ambayo yamefanyika hapa kwenye mkoa wetu wa Iringa lakini pili, nifikishe salamu za ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo ambaye ni mmoja wa wakurugenzi wa Vunjabei, lakini ni mmoja wa waasisi wa, wa wa wa mashindano haya tangu mwanzo. Tunakumbuka miaka kumi na tano iliyopita walianza alianzisha mashindano haya kama Ngajilo Cup, na ameenda mpaka pale mwaka jana ambapo waliamua sasa kuyaita Vunjabei Cup la kwanza nilipoongea naye anaahidi kurudisha michezo hii na kuendeleza, baada ya tu ya kumaliza uchaguzi tutakaa tena na kuona utaratibu wa kuendelea na mashindano haya, na sio tu kwa maana ya levo ya manispaa ya Iringa, kwa maeneo yote kama ambavyo yamefanyika katika katika msimu huu.